Kutembelewa kwa kiungu kuna wafunua Mnum. hazina thamani iliyoko ya ndani yako. Ukisoma ya kitabu cha mwanzo sura ya 32 unaona mtu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa anatoka kwa mjomba wake anarudi kwao, njiani akakutana na malaika wa Bwana, wakapigana mieleka, nibariki, nibariki. Akamwambia, unaitwa nani? Naitwa Yakobo. Sema kwanza leo utaitwa Israeli. Akadaka ile kitu Yakobo hakujua kwamba tangu kuzaliwa kwake jina lezi, Mungu alimkusudia tangu kuzaliwa kwake. Wakati mama yake ana mimba ya Yakobo na Esau alipata shida tumboni, alipata shida tumboni, akaenda kumwomba Mungu. Mungu akamwambia mataifa mawili ndani yanapigana, lakini nimemchagua mdogo, mkubwa nimemkataa. Kuna kitu alikuwa ameshaumbiwa ndani tayari Yakobo, na ndio maana ile kitu ya kununua uzaliwa wa kwanza wa Esau na kubarikiwa ni vitu ambavyo vinaenda kutimiza kusudi ambalo Mungu alikuwa amemkusudia sababu ndani yake tayari alishamwambia Ibrahim tafanya kuwa baba wa mataifa mengi na Sara aliambiwa kwamba wafalme wa makabila mpira watatoka kwako. Wakati huo tayari ndani yake alishaambiwa nimemchagua mdogo na mkubwa nimemkataa, na ndani yake ameshaambiwa kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa ukiangalia kila kitu kama tamkiwa Yakobo alipozaliwa hakujua Yakobo make mjanja mjanja make tapeli tapeli. Ndio tafsiri ya Yakobo. Kwa pengine anatembea anajiona mimi nitapeli tapeli, Mungu Mungu mjanja mjanja. Alipokuwa anatoka kwa, kwa mjomba wake anakutana na Mungu. Kutembelewa kwa uwepo wa Mungu kwenye maisha yake kulibadilisha maisha yake, kukafuta jina la Yakobo kukaweka jina la Israeli kwa sababu Mungu ujua jina la yakobo haliwezi kumpa urithi wa nchi ya hadi, lazima apewe jina jingine, apewe utambulisho mpya. Yakobo akuja kwa mimi na utambulisho mwingine, ilibidi Mungu amtambulishe, wewe sio Yakobo. Yakobo Yakobo, unaitwa nani? Naitwa Yakobo. Akasema wewe sio Yakobo, kuanzia leo utaitwa Israeli. Nakupa identity nyingine, nakupa kitambulisho kipya. Popote pale ukienda, useme Yakobo mimi ni Israeli kwa sababu wewe ni taifa. Unajiangalia kama mtu, ila mimi nikiongea naona taifa ndani yako, na hilo taifa linaitwa Israeli. Sasa lazima wewe kwanza uitwe Israel sababu wewe ndio utakao design ilo taifa. Hakujua kwamba ndani yake kuna taifa, hakujua kwamba ndani yake kuna makabila kumi na mbili. Wewe hapa hujui hata kesho yako ikoje. Na sababu hujui kesho yako ikoje, unaweza ukacheza na leo yako ukajitwa umeharibu kesho yako, kama vile ambavyo Hesau alipuuzia leo yake akapoteza kesho yake. Sababu haki yake aliuza kwa sababu ya njaa ya muda mfupi akasema kwani hii haki itanisaidia nini? na Yakobo alijua kwa alijua akampiga. Ujana samaa sikupi utaka nikupe nipe haki yako asema, hii haki itanisaidia nini, itanifaa nini nami nakufa kwa njaa? Akaamua kuiuza kwa Yakobo, alipoipokea Yakobo ikafungulia kila kitu. Kwa hiyo mzee hey, Isaka alikuwa hana uwezo wa kuachilia baraka kwa yakobo mpaka kwanza uzoreo wa kwanza umehamia kwake. Uzoreo wa kwanza wa haki, sio wa cheo, wa haki. Ndio maana ilibidi yende. Alipopokea haki ya uzoreo wa kwanza, kichofuata ni baraka zote kuhama. Ndio maana Esau, e, alipokuja anambia, baba na mimi nibariki. Hata hujabaki baraka hata moja. Baraka ipi inakaa wapi? Sababu kinachobeba baraka ndani yako kishaondoka, kimeenda mahali pengine. Hey, alipotembelewa na Mungu maisha yake yakabadilika. Ukienda kusoma habari za Musa, Mungu anamtokea Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tano. Ukisoma Mungu anamtokea Musa, Musa amekimbia Misri, ameenda n huko nchi nyingine uhamishoni ameenda amekaa kule miaka arobaini anachunga kondoo na mifugo ya baba mkwe wake. Ana fimbo na hajui ile fimbo ina thamani gani kwenye maisha yake, anaitumia kwa ajili ya kuchungia mbuzi. Mungu alipomtokea fimbo yake iligeuka ikawa fimbo ya thamani, fimbo yake iligeuka ikawa silaha kuu ya kumfanyia kila kitu anachotaka kukifanya duniani. Bila fimbo Musa alikuwa kupasua bahari ya Shamu bila fimbo mwamba alikuwa zatua maji hadi pote pote pale. Mungu akimtuma anamwambia, chukua fimbo yako kwanza, then nyosha juu, au piga mwamba, au fanya hiki. Alikuwa hana uwezo wa kwenda kwa Farao bila kuwa na fimbo ile. Fimbo ndio Mungu alikuwa anaitumia, amekaa nayo miaka 40 kama vile ambavyo kuna kitu unazokawa nacho uwezo unaweza ukawa nao, pengine tangu umezaliwa unao, au kuna elimu unayo, kuna jambo unalo halina thamani kwenye maisha yako. Unaona kama alikufai halikuleta chochote kile, halikuingiza chochote kile, kuna kitu nacho hakina faida na huwezi ukakijua hapo ulipo. Unaweza kudhani hauna kitu, ila kuna kitu unacho, ila huwezi ukakitambua kama hiki kitu kina thamani kwenye maisha yangu ya kunifungulia mlango. Ni mpaka kwanza upate utembeleo wa kiungu, kama ambao Musa aliupata. Wafalme wa pili sura ya nne, kuna mama mmoja ambaye alifiwa na mme wake, alikuwa ni mjane, ana madani chungu zima, mpaka wakati kuchukua watoto wake, akaenda kwa nabii hivi unaza nabii ampe na una nini nyumbani kwako? Akasema sina kitu, ila chupa mafuta. Ametoka nyumbani anaenda kwa nabii, ameacha chupa, chupa mafuta nyumbani bila kutambua kwamba ile chupa mafuta ndio jibu la changamoto alionayo. Hakujua mpaka kwanza nabii alipomwambia akasema, mm ile chupa uliyoiacha ndani, ile ile chupa ndio inao tatua changamoto ulizonazo. Kama vile ambavyo majumbani mwetu kwenye maisha yetu mbalimbali, maeneo mbalimbali, kuna mambo tunayo, kuna vitu tunavyo, kuna vitu viko kwenye mikono yetu, kuna mali pengine tulizonazo zipo, ila hatujui kama hizi zinaweza kututatulia changamoto tulizo nazo, hatujui mpaka kwanza upate mtembeo fulani hivi wa kiungu. Mungu akikutembelea, anakusemesha kitu akikusemesha kitu kinamaliza kila changamoto kwenye maisha yako, struggles zinakata. Musa anapambana na ufugaji asubuhi hadi jioni, yuko anafuga, anamkia porini, anarudi jioni, bila kujua kwamba hii fimbo ulionayo inakubadilishia maisha. Sikiliza kwa mtu mmoja, a Yakobo anachunga kondoo, amepambana miaka na miaka, miaka karibia ishirini, yote anafanya kazi, hana kitu cha thamani kwenye maisha yake, hana. Alipotaka kutoka, kilichomsaidia ilikuwa ni ahadi aliyoiweka kwenye Mwanzo sura ya 28 Mungu alimtokea naye alipata utembea wa kiungu. Mwanzo sura ya 28 alipokuwa anaenda kwa mjomba wake Labani amelala usingizi pale Betheli, Mungu akamtokea. Mungu akamwambia mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka. Yakobo aliposhtuka akamwambia Mungu, ukiwa pamoja na mimi kule nako kwenda, ukanifanikisha, ukanipa nguo nivae, ukanipa chakula nile, ukanitunza, ukanirudisha kwa babangu nikiwa nimepata na mali nyingi, ndipo nitakapokuwa Mungu wangu, nami nitakutolea sehemu ya kumi ya kila kitu utakachonipa. Ile aliweka sadaka nadhiri kwa Mungu. Mungu akashika lile neno. Ameenda kwa mjomba wake Labani, amefanya kazi takribani miaka ishirini. Alipotaka kutoka, alikuwa hana kitu, amefanya kazi miaka yote ila hajapata chochote. Mungu akamwambia usitoke, akampa idea kila siku unaenda polini unachunga hupate kitu, mshahara wako umezulumiwa mara kadhaa, upate chochote cha kufanya. Chukua fimbo, itolee mabaka, iwe hapa kuna baka, hapa mna baka, e magamba, toa gamba hapa, gamba hacha, toa gamba hapa, gamba hapa, ili iwe na miduara, duara, alafu mwambie mjombako Rabani kuanzia leo, ili nifanye kazi kwako, tugawane mifugo yote ambayo ina madoadoa na marakaraka, yakizaliwa ni ya kwangu. Mjombake akaangalia akasema, kwa sababu mifugo yake hamna mifugo yenye madoadoa wala yenye marakaraka na milalia, hamna, wote wana rangi tu zinazo kawaida, hawana madoadoa hawana mabaka. Kwa hiyo mjombake akajua tayari, hapa nimemweza, akakubaliana naye. Kumbe yeye ana wazo la kimungu, amepewa wa, akanaenda akienda kuwanywesha kondoo na mbuzi wakiwa wanapandana kwenye kunywesha, anasimika ile fimbo mbele yao. Akisimika mbele mtoto anayezaliwa anakuwa ana mabakabaka kama ile fimbo. Akajikuta mifugo yote mali yote imehamia kwake, kwa sababu ashakubaliana ndo mshahara wake. Kwa hiyo Mungu akamtajisha kwa staili hiyo, ila alipata wapi? Alipata utembeleo. Mungu alimtembelea kwenye kwenye Mwanzo sura ya 28, pia akamtembelea kwenye Mwanzo sura ya 32 live. Kabla hapo time alimtembelea kwa njia ndoto. Kuna mtu mmoja anaitwa Sulemani, alikuwa ni mfalme, amepewa nafasi na baba yake Daudi, amekaa kwenye kiti cha kifalme, ila ana alipotoa sadaka isema ng'ombe elfu tatu Usiku Mungu akamtokea kwenye ndoto, akamwambia omba lolote, sema chochote kile nitakupa. Akasema na yeye, aliposema Mungu akamwambia, na vingile ambavyo hujavisema nimekupa. Utajiri wake, hekima yake, maarifa yake na kila knachokija kujua Sulemani kimetokea kwenye utembeleo wa kiungu. Sikiliza nikwambie, Mungu hawezi kukutembelea asibadilishe maisha yako. Tuta struggle sana, tutapambana sana, tunatoa jasho sana, ila Mungu akitutembelea, jasho linakata, struggle zinakata, maisha yanaenda, kwa sababu utembelewa kimungu ukitoa kwako unafungua potentials ambazo Mungu aliziweka ndani yako. Ile hekima ilikuwa ndani ya Sulemani, hakujua kama iko ndani yake, kwa sababu alipotoka pale, alitoa kesi Makahaba wawili wana kapa moja, wote wamepata mimba, wakazaa, wanalala kitanda kimoja. Mmoja usiku amelala akalalia mtoto wake akafa, katoto kadogo. Ameamka asubuhi, kitoto chake kimekufa, akakahamisha, akamwekea yule mwingine kale katoto alikokufa, akachukua kale katoto kazima kaweka kwake. Ameamka asubuhi, mama manono nono, umebadilisha mtoto huyu, ndio wa kwangu, sema huyu ndio wa kwangu, wa kwangu, wa kwangu. Kesi kienda kwa Sulemani. Unaisovuje sasa? Unajui kuona watoto hata hivyo, wale walikuwa hawajaolewa sasa, na kaangalia na sovuje hapa baba zao hajulikani, siwezi kupima DNA ya mtu, nafanyaje? Hekima Mungu ikamwingia akamwambia, niletee upanga. Akaletea panga, mtoto mzima tunampasua katikati, kipande kimoja utachua wewe, kingine tutachua wewe. Ile mama mwenye mtoto akasema, no, no, no, no, no usifanye hivyo, niko tayari nimwachie aende naye. Mwingine anasema, hapana m mkate tu mkate kama tuchukue kipande tayari ushajua nani mama mtoto paka huyu anasema mkate angekuwa mtoto wake asingesema mkate akamwambia mtoto ni wa huyu chukua mtoto mpe mama aondoka wewe kazike maiti yako ile hekima ilikuwa ndani yake hakujua kwamba ipo ndani yake ilifunguliwa Mungu alipomtembelea ukisoma habari za Suleiman anasema alikuwa na hekima na maarifa akataja habari za mimea na kila kitu na wanyama kama alikuwa na hekima kiwango kile maana kuna vitu vilivyokuwa vimo ndani yake ile akawa uwezo wa kuvitumia sasa uwezo kuna maarifa mengi sana ile ukao hujutumie wapi kwenye mazingira gani mtu anaweza kaongea chochote popote kwa mtu yeyote bila kujua kwamba huyu nataka niongelee hiki na wakati huu, na hiyo ndio hekima.